Je, kupandishwa kwa bei ya kondomu kunaweza kuongeza idadi ya watoto China? Hakika inatumai hivyo. Kuanzia Januari, China itarejesha ushuru wa asilimia kumi na tatu kwa kondomu na dawa za mpango wa uzazi baada ya kusimamisha kutoza ushuru huo kwa miaka thelathini. Lakini ni kwa nini idadi ya watoto katika nchi hiyo ya pili kubwa kiuchumi imepungua kwa asilimia hamsini ndani ya mwongo mmoja na idadi jumla ya watu inaendelea kupungua? Hali hii inatishia upatikanaji wa wafanyikazi, uzalishaji na kuweka ukuaji wa muda mrefu wa hatarini. Lakini je ongezeko la ushuru linamu. Naweza kutatua tatizo hilo kweli? Hebu tuangalie mifano kadhaa. Katika bara Asia Pakistani iliweza kupendekeza ushuru wa asilimia 17 kwa mipira ya kondomu. Nchi hiyo ina kiwango cha uzazi cha watoto watatu nukta sita kwa kila mwanamke. Nchini India hali ni tofauti, kondomu zinatolewa bure chini ya programu ya afya ya umma, na huko kiwango cha uzazi kimeshuka, kila mwanamke ana uwezo wa kuzaa wa watoto wawili tu. Hapa Ulaya Bulgaria hali inaonekana kufanana. Nchi hiyo inataka kuongeza ushuru wa kondomu kwa asilimia 20, na ina kiwango cha mtoto mmoja nukta saba kwa kila mwanamke. Nchini Ufaransa, ambayo inahusishwa sana na mapenzi, kiwango cha uzazi ndiyo cha tatu kwa ukubwa barani Ulaya, ikiwa na mtoto mmoja nukta sita kwa kila mwanamke, licha ya ushuru kuwa asilimia tano nukta tano na mipira ya kondomu hutolewa bure kwa walio chini ya miaka 26. Kwa hiyo pengine ushuru wa juu kwenye kondomu pekee hauwezi kubadili hali, au sio?